Naam, hujambo mpenzi mtazamaji, karibu kwenye kipindi chetu kinachotujenga na kutuunganisha. Ni mimi wako wa kila siku, Mwanamanga babu, na mie naitwa Tatu Amani. Tuko hapa kukuchana na kukushona kiaina. Namda tatu, Namda tatu. Namda. Baraka hazifanani na Umu, kila mahali baraka ziko, lakini baraka hizi hizi ndio chanzo cha wivu na chuki. Kijembe chetu cha leo chaangazia hii chuki wivu. Ipo kazini, ipo kwenye biashara, ipo nyumbani kwenye familia, ipo kwenye ndoa na je, yeah. Kwa nini, wakati kila mahali kuna baraka, kwa nini wivu uwepo? Nama, mtazamaji wetu, kama ulivyosikia mwenzangu Mwanamanga alivyoeleza, ni kwamba hizi baraka daima huwa hazifanani, ni kama hivi vidole vyangu ni vitano, viko mkono mmoja hmm. lakini havifanani yeah. Kuna kimoja nkinono kingine ni kifupi kingine ni kirefu, ndio hmm. dunia yetu ya leo hatuwezi kufanana kabisa. Kweli. kuna yule ambaye atabarikiwa kipaji Yaani mzuri tu kwenye kazi zake anazofanya. Mm. Kuna yule ambaye kazini kazi yake ni nzuri. Kuna mm, yule ambaye atabarikiwa cheo. Yule mwingine amebarikiwa ndoa. Yule mwingine ana ndoa na pesa hana mtoto. Yaani hizi baraka huwa hazifanani. Hazifanani. Lakini kuna msemo wa Kiswahili huwa wanasema penye riziki ndio mwanzo wa chuki. Penye riziki hapakosi fitina. Hapakosi fitina. Yaani baraka hizi huwa zinachangia sana wivu, chuki na hii leo nataka tuangalie baadhi ya wivu katika maeneo tofauti. Kwa mm. mfano wivu kazini, Mwanamanga, unajua kama nilivyosema awali, watu hawafanani mm. na kila mtu ana nguvu yake, ana manabibi yake, ana juhudi zake. Yani nasema kuna strengths and weaknesses, watu hawafanani kabisa. Unajua kuna watu wanafanya kazi, Mwanamanga, katika mashirika tofauti tofauti, they are not happy, kisa na sababu tu, kuna mtu anamchukia. Hatari. Yani yeye unachukia mwingine just because maybe she, she or he is very smart. Muonekano wake, unajua maumbile pia hayafanani. Mwanamanga unaweza kuangalia mwenzako hivi, useme Mashallah, Mungu kaumba pale. Kweli. Na wewe mwenyewe pia ukajiangalia ukasema, Mashallah, Mungu kaumba, lakini mimi uzuri wangu haumshindi fulani. Hmm. Sasa basi kuna watu wanachukia tu kwa sababu mtu fulani ni mzuri na kuna watu ambao wenyewe wameumbwa wanapenda upambe. Personality. Personality yake, yani yeye, akiamka asubuhi ni mtu ambaye 24 hours, yeye ni mpambe. Sasa ile inaweza kufanya mtu tu amchukie with no reason, yani anamchukia tu yule naye, yani huwa hana kazi na ile lipstick yake yule, pesa zake huwa hazina kazi, 24 hours, yanunua nguo lakini mwenyewe anapenda muonekano ye. Wewe hujazuiwa, pato lake lamruhusu kununua nguo. Sasa yeye yuko kazini, anamwambia maneno mabaya just because yule mtu yuko smart. Kitu cha pili, kama nilivyosema, kuna watu they are talented kwenye kazi, labda mtu ni mchoraji pale kazini, wewe wewe pia ni mchoraji. Mimi ni mchoraji, lakini mchoro wangu uko tofauti, my work is very neat mm, nikichora kila mtu anapenda mpaka mm, kama kuna supervisor akiangalia hivi anasema, ah, huu mchoro wa huyu huwa ni mzuri zaidi kuliko wa huyu. Hiyo mm, ni kitu ambayo iko na vipato ama vi zaitwaje, talent hazifanani mm. Lakini kuna watu badala ya kwamba aulize yule mwenzake ambaye anafanya vizuri, ah mwenzangu, naona hapa huwa fanya vizuri zaidi, siri ni nini? Anaanza sibure yule yule haiwezi kuwa bosi. Kila wakati yeye ndiye ambaye yuamsifu, kwani yeye ana nini? mm. si bure alienda kwa babu yule. Wapo wale ambao wanaenda kwa babu, si katai hayo mm. ni mambo ya kidunia na ni mambo ambayo yako mm. lakini wengine wanabidii unampata mtu yuko kazini lakini ashaingia kwa mitandao. Eh, kuna new trends, watu wanapaka rangi hivi. anakwenda anajituma. wengine hata wanafanya eh, mm. masterclass. akija pale kazini yuko vizuri. wewe mwenzangu na mimi hujifundishi. na yule mwenzako akifanya kazi nzuri wewe ndio wa mwanzo unachukia unaanza kuspread rumors, unamchukia tu bila sababu. labda kutokana na kazi yake nzuri, bosi akasema let me promote this guy ama this lady. wewe kwa chuki yako, kwa nini yule apromotiwe? Yeye mwenyewe mimi naona yule sibure yule, yuenda kwa babu ili apromotiwe. mm -hmm. Ama wengine wanafika extend ile chuki, anaanza kusema hapana, yule nafikiri ana mahusiano ya kimapenzi na bosi. Ulimuona. Chuki kazini. Chuki kazini. Mtu amepromotiwa kwako ni chuki. Amevaa vizuri kwako ni chuki. Ameamua wacha na mwenyewe niende ni advance nirudi shule nisome. Yuasoma nini uzee ule sasa vile. Amesoma amepata certificate, amegraduate, show off. Ana celebrate the little achievement ambayo ako nayo ni kazini pale. Mwenyewe ameamua kwamba mimi lemi work hard, baadaye hii itanilipa. You are not happy at all, backbiting rumour mongering yes. Yani wewe chuki, kila kitu hakina maana kazini. Wengine hadi wanaenda extent ya kumroga kutokana na wivu, kuroga ama kumtia bosi chuki, yule simuone vile, yule bwana yule huwa haji kazini yule. hmm. Yule kila siku akija na hivi ana hivi ana hivi ili mradi yule bosi akuchukie. Mm. Lakini kuna mabosi wengine na wafanyikazi wengine anashindwa. Mm, huyu mbona ananiambia huyu ni mbaya? Lakini mimi kila siku huyu akija kazini namuona hata hayuko hivyo. Kwa sababu Mwanamanga, acha nikwambie unaweza kuwa uko na e, chuki mahali tuseme mm, ni pale kazini. Kawa kila siku unamuongelea Mwanamanga vibaya. Mm. Mwanamanga lakini Mwanamanga mwenyewe akija hata hana yale maneno, kwa hivyo bosa anasema hakuna shida. Huyu huyu ndio mwenye shida, maanake huyu sijamsikia akikomplain, huyu sijamwona akikosa kazi, huyu namuona kazi yake imefanya vizuri. Badala yake ile chuki yako wewe unamtaka asifanikiwe, Mungu ndiyo anambariki. Kwa hivyo hiyo ni chuki kazini jilasi wivu sio na maana. Wengine hata wanafikiria wanamwaga madawa kazini ili ukija ukile, ukimaliza. Yani, kuna msemo wa Mijikenda, wana msemo wanasema unatiwa wana fiula moyo, yani wewe unakuwa hata hamu ya kazi huna. Wakati mwingine unaingia katika uraibu, labda unakunywa pombe kupitiliza, ni kwa sababu ya mtu amekutenda. Mental health, Mental health. Anakuchukia yani mpaka akikuona natamani sijui afanye nini. Kwa hivyo tuwe very very careful. Chuki kazini haikusaidii. Wewe kumpenda mwenzako, kumtakia mwenzako mema haikupunguzii popote, lakini chuki, Mungu yule yule unayemuomba huyu asifanikiwe huyu naye ndio Mungu yule yule anamuomba, Mwenyezi Mungu niongoze, akamfungulia we ukabaki pale pale. Hmm. Kitu cha pili, kuna chuki kwenye ndoa. Mwanamanga, hii ya ndoa nataka kuizungumzia katika mambo tofauti hmm. Kwa mfano mimi na wewe tumekuwa marafiki wa muda mrefu e, eh, yani tumejuana tulikuwa tunaenda viwanja pamoja. Inaweza kuwa ni viwanja vibaya, labda nyinyi ilikuwa ni watu wa kupenda kupati, yani nyinyi, yani nyinyi ilikuwa mnaenda out pamoja, kisha bahati mbaya wewe ukaona, ah, mimi najua mimi ni mzuri, mimi ndio mpambe, mimi ndio napaka lipstick, mimi ndio navaa vizuri. Kisha baadaye kukaja mtu akasema, eh, yule msichana mimi nampenda because she's natural, she's just simple. Mimi nataka mke kama yule. Yule mwenzako akaposwa, ukisikia, subhana. Aroo. Waanza si uende umwambie tu congratulations. Hata ile congratulations itakuchukua muda kabla hujamwambia. Alafu sasa waanza sasa. Si bure yeye mwenyewe yule, si wife material, yule mwenzangu naye anakosa. Tuangalilie kama hiyo ndoa itapita huko yani, unamtakia tu afail ile ndoa isiwe, aachwe. Hawezi kuolewa yule. Mwanzo yule labda wewe ulikuwa unajua ako kwa past relationship, waliachana na huyo mtu. Kwanza yeye mwenyewe alikuwa na yule mtu fulani akamwacha ile ndoa hmm. Mtu... ile itadumu wapi? Unaanza kuambia watu tumwangalilie, yeye mwenyewe hata kupika ajui. Labda ulijua wakati huo alikuwa ajui kupika vitumbua, lakini sasa hii ame, ame akakwambia Mwanamanga nifundishe nitakuja unifundishe. Bahati mbaya akapata mume vitumbua venye ajui atakwenda kwenda kando aipi hmm. Yani, wewe you are just negative just because mwenzako amebarikiwa, amempata mchumba. Sina wewe, ujiombee jamani. Kwa nini umtie mwenzako doa? Harusi ifike sasa Harusi utaalikwa utaenda lakini ukifika pale umeenda kuangalia dosari. Unakwenda kwa kama jasusi, hukwenda harusi. Huko, eh, huko pale. Mmeiona hiyo nguo, hata ilikuwa imekatika. Sijui kushona wanafundiwa wapi. Hata hakupendeza. Yeye mwenyewe pia alivyoingia umemuona, hakuingia vizuri. Ehe, labda watu wanaakivaa kule, siku hizi mtindo ni less wig. Kwa wale ambao wanataka wengine. Ah, hata hiyo less wig sijui imeinstalliwa wapi. Wewe ukiiona hata nywele zake zile zote zilikuwa ziko nje. Simama boko, haiko less kabisa. Imagine ni ita less wig. Lakini waitia nuks, just because Alafu, mbona hakwenda kwa yule mpambaji yule? Ankwenda kwa huyu wa bei, haulizi wenzake? Ndo maana keki lake, ashaolewa, ana keki yake hiyo, eh, yes. Hakupendeza. Chakula kilikuwa kibaya kabisa, yani ki... chakula ni kizuri, lakini kwa sababu ya wivu na chuki kile chakula kitia dosari ye mwenyewe nkwenda amua ati amechagua Nigerian style, hata kucheza, mmemwona yuachekesha, kando mwili huko, nguo inampendeza. You want to recruit people, yani wa criticize ile harusi. Yes, okay, you are criticizing, yes. But she's married. Yes, you are criticizing as a man. Ai yule naye anaizana na mke yule. But amewako kwake. Wewe mwenzangu na mimi, you're still single and you're busy criticizing. Oh my goodness. Style up. Hii wakati huu wivu hauna maana hauna maana kabisa. Mwenzako akipata mchumba, ameolewa. Kila mtu ako na past life. Mwanamanga we una past life, mimi nina past life yes. Kuna mwanamume ana past life, ameamua mimi yes, nilikuwa barmaid lakini nimebadilika, nimepata mume, nataka kuolewa. I want to settle down. Furahikia mamwenzio, acha kumwambia mm, huyu na yeye alikimbilia tu, ameolewa, ashapata mtoto. Si kwanza angeenjoy hiyo honeymoon? Alikwambia anataka kuenjoy honeymoon, ama angeuliza wenzake kwanza, akakubali. Aka vipi kuolewa na yule E, kwanza yeye mwenyewe hmm. Mara moja hiyo ameolewa, ameamua wacha mimi. Sasa basi nishaolewa, nimechagua. Labda niko na shida shida, amezungumzia na mumewe, wacha nifanywe CS. Sasa watu wengine wajifanya wana pesa sana, yani yule alikuwa awezi kuvaa kuzaa normal delivery, aliamua akafanye CS, kujitafutia magonjwa. Uliza punguza hizi eh, mm. so bitter. Style up. Hebu cool down. Ni baraka tu ziko kwenye ndoa na kila mtu anazake. Hata wewe mwenye wivu unazako, ambapo ungezizingatia labda zingekuja kwa wingi zaidi. Sasa wacha nikwambie, kuna hawa wa sisters wamezaliwa na baba mmoja na mama mmoja. Lakini hawapendani. Huyu hmm. sista yake labda ameolewa na mtu ambaye kidogo ana pesa. Hmm. Ama labda walioana damu zao tu zikaingiliana, wakafanya biashara, Mungu akawabariki, wanaishi maisha mazuri, wamenunua gari, wanaishi labda wamenunua nyumba Kileleshwa, au wamenunua nyumba Nyali, wanaishi Diani, wanaishi wapi, lakini wana nyumba nzuri. Yani they're living a very good life. Wewe kama dada, wewe kama kaka, wakati wa get together pale, eh, unataka mpaka kufrustrate watoto wake just because dadako amefanikiwa kwenye ndoa yake, wewe una shida labda, eh, watoto wake yule wanasoma private, wewe Mwenyezi Mungu hajakubariki watoto wako wanasoma public labda, mm, chuki yule anayojifanya ana pesa nyingi mpaka watoto yuwapeleke shule za elfu hamsini. Yes, hapo hapo, da Tatu, hapo pa udugu sasa. Ehe, <laughs> wafeel shida zako ni zangu. mm -hmm. to an extent ukipiga simu kwangu na shida, just because kidogo Mungu aniruzuku ile baraka iko I'm entitled to solve them. Mm. Especially financial hizo financial issues. Shule zinafunguliwa kesho. <laughs> Unipigia simu mtoto nataka school fees nipe subra. Pesa nayo lakini ina mipango yake. Yes, hakuna mtu ambaye atatua shida zako. Sikiza nikwambie Mwanamanga unzungumza un, un, point nzuri. Shule zafunguliwa kesho, mm. We una watoto wako wawili dadangu, eh? Una watoto wako wawili, una kazi nzuri mm. mm. Mimi Tatu Amani na watoto wangu watatu, kazi yangu ya kubambanya mm. Na kufikiria shule zafunguliwa kesho uniprepare psychologically nikajua nafaa kufanya hivyo. Wanipigia, hello dada. so, basi kuna huyu mtoto wetu huyu mkubwa kesho afaa kwenda huko Kirinyaga awasoma, fee zake ni elfu ishirini huyu, kwa hivyo alikuwa anaomba unisaidie mtoto mmoja. Mimi mwenyewe nina majukumu yangu wanasoma na wao wanataka vitu vile vile. Nkikwambia e, dada hebu ngoja nipeleke hawa wanangu shule alafu kesho ntakushughulikia, ana madharau sana yule mwenyewe, hajui kama kuna kuachana, hiyo pesa nilitumiwa, lakini nilingoja, lakini si nimekusaidia? Yani mi nakwambia Mwanamanga, huu wivu e, watu wamezaliwa tumbo moja ni wivu, lakini ule wakati labda ameambiwa e, tunaenda zetu nyumbani labda, tuseme mnaishi, tuseme mwaishi Nairobi, Nairobi town eh, wewe waishi slie, mwingine anaishi Buru. Unaambiwa sasa, tufanye hivi ebu, kwa sababu si tunaenda hiyo route dada, si wengine na mtoto wako, lakini itabidi mtoto wako mpakate kwa sababu gari ni ndogo. Madhara ya mimi yeye isipande, kwani si ange ni drop mimi slie, ndio akaja akachukua mtoto wako kaenda Buruburu. Yani wewe unataka kunipangia mimi maisha? Wewe unajua ile gari mafutama ina mafuta ama haina au ulikuwa ninajipanga na, na familia yangu tumena vacation, mm -hmm. either Zanzibar, Dubai, yaani pesa za vacation anazo, lakini mi nkimwomba huwa hana. Jamani yes. Nipe time, sikatai udugu huko, lakini kuna vile mi nataka kuishi maisha yangu, na kuna vile Mungu wewe amekujalia waishi maisha yako. Umenitaka msaada Give me time nikusaidie, haimaanishi ukitaka msaada nikusaidie right there and then. Kwa hivyo jamani, hii wivu mwingi ambao hauna maana, na kuna wengine pia labda wameolewa, wivu wa ndoa, mmeolewa boma moja mm, unamke mwenzako pale, ukifika pale unamwona huyu e, mwenzangu, mume wake anamchiti vizuri, labda anamnunulia nguo, akitaka pesa za salona anafanyiwa. Chena wewe how? na wewe tena hao wa waume ndugu kuoa. Sikiza nikwambie <laughs> Mwanamanga mm. wewe umeolewa waume zetu ni ndugu, tumeolewa mm. boma moja yes. wewe wako anakuangalia, anaku, anaku vizuri 24 hours uko smart mm. eh, anakutaka saluni, unaenda yani, unafanyiwa kila kitu, alafu kuna mimi wangu, 24 hours yuko broke. Mume wangu nataka, ah, mimi sina, naweza tu kufanya hivi, mimi hiki sina wataka, ukifika kule sasa wewe recruit watu wanichukie, huyo akija hapa yajifanya yeye ana pesa sana wao E, si bure yule mume wake amemfanyia hivi, yaani wivu usiokuwa na yaani, aueleweki. Tuko pale, unaona mimi kidogo nimebarikiwa ama wewe umebarikiwa, kwa nini mi sizungumze nawe vizuri? Ah, mwenzangu, nyanya mwenzangu ama mke mwenzangu, tumeolewa hapa, mi mwenzako na hii challenge, unaweza kusa ah, ye mwenyewe mwamana vile hata kupika ajue Sijuu mm, mumeo yuampikiaje? Mume wangu ukimwona ni mzuri mwenyewe, yani he's very healthy, meaning nachompikia na nacho naridhika, but unapata huyu mke mwenzako, mmeolewa boma moja, anataka tu wewe kukuexpose kwa watu, she's always negative. Kwenye ndoa tafadhali, huu wivu hauna maana. Ukiona kitu ujui, tumeolewa boma moja, kuna kitu unakosa. Yule ni mwenzako, mmeolewa pamoja wengine mpaka inafika wakati watoto wangu wanataka kuja kwako, unawambia usiende, anajisikia huyo mama yao kama nini, na wanakuja kwa ankoli yao yes, eh? Kwa hivyo mimi naona hapa kwenye hizi ndoa tunafaa kurekebisha tena, turekebishe sana. Sasa tutakuja kwenye content, na sasa tukatuanze na biashara kwanza. Biashara haswa wapambaji datatu <laughs> yes. Wapambaji wapata tabu. Niambie. kuna wapambaji wanapaka poda vizuri na wapa maua yao mm -hmm. Na kuna wapambaji ni upcoming wamejifundisha juzi juzi mm -hmm. Hawa wanaekea na chuki, mwenzako ampamba vizuri, huwezi kumsifu mm -hmm. Huwezi kukubali kabisa, mimi siwezi kupamba bibi harusi mm -hmm. Mwanamanga sijui kupamba bibi harusi lakini Tatu iwajua mm -hmm. Nikiletwa bibi harusi simleti kwako, kwa Tatu namwambia mi sitaweza, lakini kukurikomendia siwezi Nam. Wapambaji wapata dhiki, wapambaji wapitia tabu, chuki na wivu, kisa tu biashara ni nini moja. Lakini poda hazifanani, ni kweli, mikono haifanani. Unavyogusa uso wangu sivyo anavyogusa uso wangu mwingine, so wapambaji wengi katika hiyo sikli ya wapambaji, wachoraji, wivu ni mkubwa mno, dada Tatu na wakati ule ule mbali na hao wapambaji mimi lacha tu nizungumzie, ni generalize hiyo topic, especially ama hiyo segment ya business. Mm. Uh, biashara ni kusapotiana kweli. Wajua siku hizi, tuko katika mambo ya social media, ya mambo ya kufanyia na promo. Mm. Kwa mfano Mwanamanga unauza mabaya. Mm. Kabla sijafika kule kwa kufanyia promotion, wewe ni rafiki yangu. Mm. mimi mimi mwenyewe Tatu Amani mimi nina polisi moja if you are my friend and you have a business I have to support you, it is a must. Mimi nitaku support whether hiyo nguo iko expensive marikiti, nita na ijua marikiti nitaipata na 700, but you are selling it at 2500, I will still buy it. Mimi sikununui kwa sababu nataka kufaidisha, nanunua ili na wewe uweze kujiendeleza. mm. Lakini mambo ni tofauti, watu yani ile ni biashara, ni rafiki yako unacheka naye unakula pamoja, lakini mimi ni na biashara haizinunua kwa mfano unauza tuseme mafuta eh, hmm. Mimi kuna rafiki mwingine amepaka yale mafuta yako, amekuwa vizuri, amependeza. yes. Unamuuliza ah, yule mwingine ah, mafuta yako umeyanunua wapi? Na we wajua, mi nauza mafuta, mbona nayanunua kwa Tatu Amani? sasa wa, watapata sasa manake mimi isha kuambia nauza mafuta hukuja yes. Wa mtuma huyo huyo mwingine aje kununulia upake upendeze, lakini mimi kule kuja kununua kwangu straight hutaki wala uwezi post kwamba mimi nauza mafuta mazuri. Ehe, una nguo nzuri za kuenda harusini mimi nauza si uje tu kwangu uje ununue mimi hmm. kuhuni promote wivu. Hmm. ununue kisha wanza kuambia watu wewe waona hizo nguo za toka Dubai za toka Dubai, wapi nguo ya zinunua marikiti, akizipandisha bei yake okay, yanunua marikiti kwanini usim support? Unataka kumsema vibaya, unataka biashara yake ianguke, yeti ile ile bei ya marikiti ndio ile ile bei ninayouza mimi eh, Hey. mimi mwenyewe ninatengeneza kipromo changu, ninaweka pale basi, natuma kiposta, chukua kile kiposta share tu eh, ya kwamba huyu dada basi uza nguo. Recommend me to someone. Kwa mfano hii kazi yangu ya ku-MC mimi wako ma MC wenzangu wazuri hmm. Tunafanya kazi nzuri na kila mtu ana uwezo wake. Kila mtu afanya riziki yake, yake. Na mimi, skiza nikwambie, nikiona MC mwenzangu amefanya kazi nzuri, binafsi imenipendeza mimi, ntakwenda watu hawatakiani mema kwenye biashara kabisa Mkweli, kama ulivyosema mfano wa hao makeup artist. Kila mtu yuko talented kivyake navyofanya mimi, si vile unavyofanya wewe yes. Sasa kibiashara kama unapenda kazi yake we ni makeup artist, mulize: ah, mwenzangu naona hii makeup yako huo ukipaka haishuki watumia eee, nini, watumia product gani au waipaka vipi? Kwanza wewe mwenyewe ni mjeuri kama nini yule Yuanza kuambiwa msiende kwake, yule makeup artist ni mjeuri, yuwajisikia sijui yafanya nini, yuwafanya nini, ukifika nnuna. Yani unataka kumtia fitina, ndio wale clients kidogo alionao wamkimbie. Yes, amepost picha amependeza, wala hajapaka vizuri, hajapendeza kabisa. Mwana kwanza siku hizi yuko gari kama nini, yajifanya hizo, hmm. makeup zake kama sijui yuwazinunua wapi. Yani unataka kumharibia mwenzako. Hatujapumzika kwa makeup content creators tiktok, hata tu tiktok kuna kazi creators ni wengi na wapo wanaofanya kazi nzuri. mm -hmm. Lakini just because ni Tatu ambaye yuko katika ile content siwezi nkai like mm -hmm. Kwanza nitakuwa kwanza kabisa kuiruka, sitaki hata kuona naam. mm -hmm. Sio kwamba watu hawaoni content creators wanaofanya kazi nzuri, sio kwamba hawawajui, lakini kwa sababu ya chuki. Mm -hmm. Labda una uwezo pia wa kumpromote katika a much higher level than pale alipo. Mm -hmm. Lakini kwa sababu ya chuki, wivu. Unaona anapata Eh, yani pale kwenda kumwekea tu ile comment ya kummotivate. yes. Ah, you're doing a good job, kazi yako ni nzuri. yes. Mwenyezi Mungu akubariki. mm. you cannot do that, hata kushare uko pale repost. Jamani, mtu mwingine aone repost, afaidike unamgoja siku amefanikiwa, basi yule nguo kwetu kabisa. Hey, yule ngoja e, mm. nimpigie simu ndada yangu ndada yangu, nataka kuonesha watu ile namba yake, unayo wazungumza naye, na wakati akianza hakuna mtu. Mwanamanga alizaliwa tu akakuwa akawa mzuri sana, anakuzwa ni kama vile vile mti umepanda mchicha pale, mm. leo umemwalia mbolea, kesho waumwalia dawa mm. kesho kutwa unaeka nyasi mm. kesho kutwa waumwaya maji unaukuza, mpaka ukija ukikua wasema mashaallah eh hey, chicha wangu ni mzuri, unauza yu ishirini. Mm. Yule tangu anaanza wivu utaki, utaki kushare. Na pia mimi huwa nasema pia, wewe mwenyewe kama rafiki mzuri eh, badala ya kwenda huko nje, mwanzo umefanya content. Ile content kwa mfano wewe unaona ah, imeepuka maadili ama imefanya kitu kibaya. Kuna ile kitu inaitwa positive criticism. Call your friend. Mpigie, mwambie ah, Saibangu umefanya hiki, na hiki na hiki ni kizuri, lakini mi naona ungefanya hivi ingekuwa vizuri zaidi ajui chochote, yule. Wamwambia sasa, waongea kwa watu, ajui kitu. Kwanza ye mwenyewe iwafanya nini? Sasa vile Mustanira ana scrub nzuri, msifu scrub hmm. zake nzuri, watu wamejipaka na ngozi zikawa nyororo. Kidoti tuma kidoti ana scrub nzuri. ana skin glow nzuri, msifu, amefanya kazi nzuri na watu wakaona product zake zinafanya kazi. it won't cost you anything, exactly. Na kama wewe Mungu amekubariki kwamba, na wewe content yako ama biashara yako itanoga. Itanoga tu. Yes. Unajua, kuna mtu alikuwa anasema wewe fanya kazi yako vizuri bila shaka watu watakua, hmm. Alafu pia wale ambao wanaona kazi yako ni nzuri, pia na wao nao mtu anaweza kukulink kwa mwingine. Lakini wewe 24 hours you want to criticize 24 hours, wivu wako ni mwingi. Unaona, mimi huyu nikimsupport biashara yake, content yake nikishare, atafanikiwa. Jamani, mimi nataka kusema kitu kimoja, wivu hausaidii wala haujenki, wivu unabomoa na ule wivu wako mwingi hautakufanya wewe ufanikiwe mali kokote, badala yake tia mapenzi yes. Mwenzako amefanikiwa kwenye biashara yake, muulize, hivi siri ni nini? Ijapokuwa kuna wengine nao hawashei siri ya kufanikiwa e, ni ngumu cut. <coughs> ni ngumu. Mwenzako amekuja kwako, ah, mwenzangu, naona hivi na hivi na hivi na hivi. Ah, mimi siri yangu huwa nafanya hivi na hivi, lakini ukitaka naweza kukupeleka ujilipie pesa usome hata kazini datatu mshahara wetu ni ule ule, lakini mi nina gari we huna. Department ni moja, mimi nina gari we huna. ile gari labda pia nachukua mkopo mm -hmm. kuna kampuni nyingi sana zapia na mikopo kwa watu wanaofanya kazi yes. badala ya kuchukia, nanunua gari leo nna hii mwaka, baada ya miaka miwili nina ile, niulize labda mwenyewe naanza kulipia elfu hamsini sabaki motas watu wana yadi kibao, wapia na gari za bure. Lakini ukichukia bila kuniuliza, utapata vipi suluhu? Kwanza unaanza kusema, ah, yule ana misplaced priorities. Wenzake wajenga nyumba, yeye wanunua gari, hatalalako yes. kwenye gari, chuki yani ambazo hazina hey. Maana na pia kuna chuki za majirani, marafiki, kule tunakoishi wewe kwa mfano, kila mtu amebarikiwa, nilivyokwambia amebarikiwa mm. kivyake mm. Na kule kwako nyumbani umeamua mm, wacha mimi nijinyime nile sima na chumvi mm. nijenge nyumba nzuri mm. Sasa je, nyumba lote lile ana watoto wawili lilikuwa litalala nani? Sasa wewe la kuhusu nini na ile nyumba yangu mimi, nyumba yangu mimi sasa. Ile compound amepanga nyasi, wenzake wanapanda mboga, yeye yuko bizi yupanda maua, yani, unaona wivu ambao hauna maana Shule mtoto ana perform vizuri, ile ni akili yake, Mungu kambariki. Wataka kwenda kuuliza huyu, kwa nini huyu mwalimu huyo anampendelea mtoto wako kila siku ni namba wan? Wivu mpaka unatia chuki, mpaka watoto saizi tunawahusudu. Unaona mtoto wako alikuwa anaperform vizuri, lakini tu amechange kwa sababu, yani anamwombea tu mtoto wako asifanikiwe. Siku hizi hata mtoto akifanya vizuri hatuiambii jamii wala familia kama afanya vizuri <laughs> tusema tu yuko skuli. Kwa nini? Ah, yeye mtoto wake kila siku ye kwanye, yeye ndio anai perform. Kwani yeye yuwafanya nini ambacho wenzake hawafanyi mm? kwa hivyo mi naona tumezungumza sana na mwanamsikivu, e, huwa hambiwi sana yeah. Akiambiwa kidogo tu yehusikia mm. Kwenye jamii tupunguze wivu, wivu tupunguze, haujengi yeah. Wivu unabomoa, na sana sana wanaotuonea wivu ni watu wetu wa karibu. Mtu ambali hawezi kuonea, kikulacho ki nguoni kwa, kwa haya na mengine mengi Usikose basi kutazama Kijembe House, tuna facebook page, kuna TikTok, tafuta tu Kijembe House tufuatilie. Na iwapo wewe ni shabiki wetu sugu, kuna jambo ambalo linakukera, kuna jambo ambalo halikufurahishi, ungependa kulileta kwenye Kijembe House, basi unaweza kututumia ujumbe, ama pia unaweza kwenda kwa Sema Box utumie ujumbe, na bila shaka tutaweza kujibu ujumbe zako na tutalizungumzia. Au iwapo unataka kuja studio na sisi, ukae hapa moja kwa moja uweze kuonekana ukijieleza, fursa unayo, sema nasi Fuata peji ya Sema Box, fuata peji ya Kijembe House, Tatu Amani na Mwanamanga, na bila shaka tuzungumze masuala, tuweze kuijenga jamii. Kwa heri, hadi wakati mwingine nasi.